Wanaharakati wa kutetea haki za binadamu waliandamana nje ya makafani ya Nairobi na kituo cha polisi cha Central kufuatia kifo tata cha mwanablogu Albert Ojwang. Waandamanaji wakipiga kambi kushinikiza haki kwa kile walichokitaja kuwa mauaji yaliyotekelezwa na maafisa wa usalama. Kuchelewa kwa upasuaji wa maiti pia kumeibua suitofahamu. Waandamanaji walifunga barabara ya Ngong kwenye mzunguko wa makafani ya Nairobi no, wakidai haki ya mwanablogu Albert Ojwang aliyefariki kwa njia tata baada ya kukamatwa na kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Central hapa Nairobi.

Wakati wa maandamano haya ndani ya makafani ya Nairobi, mwili wa mwanablogu huyo ukisubiri upasuaji kubaini kiini cha kifo chake cha ghafla, wanaharakati wa kidai wajibikaji na uwazi.

Interdicting officers by and itself, junior officers is not enough. Kizaza kilishuhudiwa baada ya watu walioshukiwa kuwa maafisa wa polisi waliovalia sare za kiraia kujumuika na waandamanaji, baadhi yao wakikabiliwa na waandamanaji kwa kuingilia harakati zao za kutafuta haki kwa Ojwang. <coughs> Waandamanaji hao baadaye wakielekea hadi katika kituo cha polisi cha Central ambapo Albert alikuwa amezuiliwa kabla ya kufariki kwake. Hapa walidai kuonyeshwa sehemu aliyodai mwana mwanablogu huyo aliuawa. Upasuaji wa maiti umeahirishwa hadi kesho Jumanne. Macho yote sasa yanaelekezwa kwa mamlaka huru ya IPOA, taasisi ambayo imekuwa ikikosolewa vikali na Wakenya kwa madai ya kutochukua hatua thabiti katika kuchunguza visa vya mauaji na ukatili unaotekelezwa na maafisa wa polisi. Ben Kiroi, Runinga ya Citizen, Nairobi.